Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi, Ramadhan a sita kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kuna dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbili. Jina langu ni Shehani Mzeina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili upate taarifa zetu mbalimbali mbali, lakini pia tufuate kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, X, hapo zamani Twitter, kwa jina la Toka Zamani TV. Bila kusahau, usisahau kuacha maoni yako kwenye komenti hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV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 Nesab. Habari leo katika ukurasa wake wa mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni majali wa agiza vitabu vipatikane fi nchi nzima, ataka kufikiwa lengo mwanafunzi mmoja kitabu kimoja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika kataka mfuko wa petroli EAC uanzishwe, wa habari katika ukurasa wa tatu. Asasi 157 kutoa elimu ya mpiga kura 42 kwa wangalizi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Kufuta madeni ya kodi ni utapeli, TRA. Mwenda onya hakuna ofisa anayeweza kufuta deni, habari katika ukurasa wa tano. Wanawake kuadhimisha siku yao leo Arusha, habari katika ukurasa wa tatu. Tukta kupambana na vikwazo vya wanawake kazini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili imeandika Rais Ruto Raila sasa damdam, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wanawake na uchaguzi mkuu, kishindo 2025 waunguruma, huku wakieleza mikakati ya kupambana kwenye mtifuano wa uraisi ubunge na udiwani wataja kiini cha tatizo, huku leo wakiadhimisha siku yao duniani. Habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13, gazeti hili limeandika Samia yupo Arusha, macho na masikio ya wanawake hapo jijini Arusha wakati Rais Samia Suluhu Hassan atakapokuwa kwenye kilele cha maadhimisho siku ya wanawake duniani, wengi wanasubiri kusikia hotuba ambayo kwa namna moja itatoa mwelekeo wa masuala mbalimbali ya yeah, wanawake. Nukuu zilizoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ni pamoja na ya yeah, Profesa Ruth Mena inasema tusipobadilisha, mfumo ndani ya vyama tutakuwa tunapoteza muda wa kuzungumza hamsini kwa hamsini. Hii hoja kwamba wanawake wanahitaji kujengewa uwezo, sioni kama ina mashiko, kwa sababu wapo wengi wenye uwezo na sifa kwa viongozi, ila mifumo ndiyo haitaki. Ana Abdallah anasema kina mama wakagombee, wasingoje viti maalum. Tunaona wanawake wengi wenye uwezo katika siasa waingie kugombea. Rai yetu ni kwenye uchaguzi wa Oktoba, uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na tano wanawake wenye sifa wakagombee majimboni. Catherine Ruge anasema si kwamba wanawake hawawezi kugombea kwenye majimbo na wakashinda, kilichopo ni kwamba bado mfumo dume umetawala kwenye vyama vyetu, ikiwemo chama changu Chadema. Kuna namna mwanaume anaonekana kuwa bora zaidi ya mwanamke. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12, pamoja na ukurasa wa 13. Gazeti hili limeandika waraka wa tech waibua mambo saba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Dkt Mwinyi ataka mfuko wa mafuta gesi Afrika Mashariki, habari katika ukurasa wa sita. Mahakama kuamua upatikanaji wa katiba mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Kisa mwanamke pekee kiwanda cha magazeti MCL, habari katika ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako asome kwa undani zaidi. Tutazame sasa gazeti ni pashe mwanga jamii lenye katika ukurasa wake mbele limeandika ripoti maalum kicheko wagonjwa ni baada ya kurejeshwa huduma wa bobezi vifaa vya kisasa habari katika ukurasa wa nne. Watu ishirini na tatu mbaroni baadaye ya kutapeli wastaafu wa habari katika ukurasa wa tatu. Habari picha inamwonyesha kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Moliro akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana kuhusu kukamatwa kwa watuhumiwa 23 kutoka maeneo mbalimbali nchini kwa tuhuma za kutumia mitandao ya kijamii kutapeli watu na kujiingizia kipato. Gazeti hili limeandika TRA atoa msimamo wa madeni ya kodi, habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili pia limeandika Askofu Malasusa ahimiza wanawake kumbea amani uchaguzi mkuu wa habari katika ukurasa pili. Dawasa yato sababu upungufu wa maji Dar es Darsalam, habari katika ukurasa atatumwaskofu jimbo Bagamoyo Samia apungiza, habari imeandikwa kwenye ukurasa watatu. Mwanga wa Jamii dazamesasa gazeti Zanzibar kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele: Dkt Mwinyi afunga mkutano wa gesi mafuta, ahimiza matumizi sahihi ya teknolojia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tuutumie mwezi mtukufu kuiombea nchi ya amani, Othman. Habari katika ukurasa wa pili. Taasisi isaidieni jumuiya ya kuhifadhisha Quran, kadhi mkuu. Habari katika ukurasa wa tatu. Hemedia yawataka wazazi kuwapa ushirikiano walimu wa madrasa, habari katika ukurasa wa pili. Marekani Ukraine kuzungumza wiki ijayo Saudia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika ZMBF wizara ya jinsia za saini ya ushirikiano wa hifadhi ya watoto, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Tulitazama sasa gazeti Uhuru, ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mfuko wa petroli uanzishwe EAC, ni ushauri wa Rais Mwinyi kwa lengo la kuendeleza sekta hiyo kwa nchi hizo. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Nukuu imeandika kama ilivyotajwa katika malengo ya mwaka elfu mbili na hamsini ya Jumui ya Afrika Mashariki, hakuna muda bora zaidi kama uliopo hivi sasa kutekeleza makubaliano yetu, na kuanzisha mfuko huu kutasaidia maendeleo na uvumbuzi katika sekta ya petroli hiyo ni nukuu ya Dr Hussein Ali Mwinyi. Gazeti hili limeandika Wasira taja sifa za Profesa Sarungi, habari katika ukurasa watatu. Mwangwi wa kutaka ukomo wa bunge viti maalum huo, habari katika ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika Luteni Fekio JWTZ kizimbani, habari katika ukurasa wa nane. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr Tulia awahamasisha wanawake kuiombea nchi, habari katika ukurasa wa pili mwelekeo wa bajeti elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita kuwabeba wanawake Zanzibar, habari katika ukurasa wa kumi na tano. Rais Samia mgeni rasmi ameadhimisha siku ya wanawake, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti Uhuru wa ukweli deima. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali ya Tanzania, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti, lenyewe limeandikwa kwa Mkapa kitawaka fadru amdi hesabu kali mzizi ya teba waibeba dabi Kifo cha doi mok cha stua wa Sweden waivamia mechi. Ni leo saa moja na dakika 15 usiku, leo Jumamosi, Yanga dhidi ya Simba. Kocha wa Yanga ni melud hamdi mfaransa mwa Algeria, wakati kocha wa Simba ni Fadlu Davids kutoka Afrika ya kusini. Habari picha inaonyesha vikosi mbalimbali vya Yanga pamoja na Simba, gazeti hili likiandika 32 matokeo ya ushindi iliyopata Simba katika dabi ya ligi ya bara dhidi ya Yanga tangu ilipoanzishwa, wakati 41 ni matokeo ya ushindi iliyopata Yanga katika dabi za ligi ya bara dhidi ya Simba Sports Club. Ndani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, gazeti hili likiwa na toleo maalum kwa ajili ya ligi kuu Tanzania Bara, mchezo wa Yanga dhidi ya Simba. Gazeti hili limeandika EPL, Jumamosi ni Liverpool mchezo tapikwa saa kumi na mbili kamili Anfield. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome ndani zaidi. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani, mikononi mwangu unalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika walete walete. Macho na masikio ya mashabiki wa soka nchini yatakuwa uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam wakati Yanga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 na hivi ndivyo ambavyo limenika gazeti ya Nipashe, ya mwanga wa jamii. Pata nakala yako, wasoma ndani zaidi, na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania, kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.